za maji huko Uvira TV, tunaendelea kwa ile tulikwambia, tuko kwenye foire internationale de la paix, ambapo tuko pamoja na mwanadada ambaye hii sasa ni 3e edition itafanyika hapo mjini Uvira. Atatuambia iko experience gani kupitia hii kazi ambayo anaifanya, ni miaka mingi hapa anaifanya na mpaka sasa kitu gani ambacho anaweza kuresume kitu, ah, kitu kidogo. Kwanza ingependa jitambulishe, naitwa nani? Mimi ninaitwa kwa majina anaitiwa Furaha Mirinzi kwa maarufu mkermesse, nikikuwa ndio anataka sporte ma shock, sporte ma shock ndio jina hilo? Ndio, ndio. Asante sana bibi, mzee, nitapenda nikutilizie jina yako ya sporte ma shock kwa sababu ndio jina maarufu depuis hii kazi hii mm. kazi kabisa kikawaida nisha kawia ndani maana mm. yake miaka yote nafanyika ka Uvira, mimi na kuwa ndani hakuna yenye nishaka kusa maana mm. yake yote ishaka ishaka fanyika pa Uvira, mimi na kuwaka ndani mm. mm. mm. e na uh, watu wasio jua Foire de la Paix, Foire internationale de la paix pex uh, iko na message gani kwa watu, kwa population ambayo inakuangalia kutizama uh, dunia niseme dunia nzima ambayo inatutazama. Sasa mie ningelisema kwa wenzetu wote wachuruzi hmm. e, wa wa commersants, wa commersants okay. Tunawakaribisha sana mkuje kwa wingi, sababu hii foire yetu inatusaidia. Kwanza kwa ya kwanza unaona mwezi wa saba hii mwezi wa saba inakuaka ni yenye batoto banafunga ma masomo, mm. Tunakia jikuta batoto leo bende banangaika ovyo, tunafanyaka ile, ile naitwa foire mm. ya kusema itusaidie nashie bazazi batoto basitangetange alaakna mavakanse na shie bazazi tunatafuta kidogo ile ya kutusaidia tupate le marente scolaire mm. juu ya batoto mm. ju tunaingia mule

tunaweza sema gisi hali iko, tunapashwa kuikamata vile gisi hali iko okay. Me kubasanii ya Bukavu ugisha abo bafike huko, tatunomba ni depense ya mingi okay. Tunaona tutatumika na basani wetu hapa Uvira, tuungane mkono ya kuonesha kama hapa kwetu mm. Sisi tuko salama okay. Bado tungali tungaliki vizuri sawa sawa. Maake adu adui haya tufikia, kuna wasiwasi mm. Maaktivite yote iko

Nashukuru sana. Asante sana pezi wa apoia TV, tulikuwa tayari na madada hapo mona tayari kwa wale ambao wako mbali eh, eh, ni mda sasawkuja kutizama. takua ni mwezi wa Mwezi wa saba Lidu, hapa kesho kesho tu hapa na mambo yanakuwa yanaanza kama kawaida sasa, mtazamaji, mimi sina mengi ya kusema, lakini bado natafuta wengine ambao ambaotaa ameshakamata pale ambapo ambapouseme misosi pale ni kuenda kuno na kunda osere kama vipi? asante sana.